Kwamba ni kama mahakama inaanza kuingiliwa. Siku chache zilizopita, nilikuwa naangalia proceedings za Bunge, nakuta mwanasheria mkuu anazungumzia matumizi na mtandao, na ku defend matumizi ya hii. Kesi iko mahakamani, kesi iko mahakamani, mwanasheria mkuu anakwenda kuizungumzia kwenye bunge. Kisha nikamwona waziri wa mambo ya ndani na akieleza hasa sababu. Kwa nini wanataka kesi hii ifanywe kwa mtandao? Kwa sababu kumleta Tundu Lissu kutoka Ukonga ni kama maandamano, kuna viashiria uvunjishwa. Kwa hiyo ameeleza kutetea, kwa nini kesi ile iendeshwe kwa msingi kwa mtandao. Sisi tulio toka huko nyuma ilikuwa lazima ujizuie, kesi iko mahakamani usizungumzia. Hata kama angeulizwa mwanasheria mkuu, kama ni swala alikuwa ameulizwa angejibu tu hili liko mahakamani, tusilizungumzie. Yeye amezungumzia ya. Maana yake nini? ni kwamba serikali, inatoa pressure na katika hali hii ya uoga inawezekana hata mahakama ikasita, na ikifanya uamuzi inawezekana watu wasia, wasiamini imefanywa uamuzi ule independently, kwamba kumekuwa na pressure. Amezungumza mwanasheria mkuu, amezungumza waziri wa mambo ya ndani. Mimi nasema iko huko mahakamani. Ya msingi unapoendesha kesi ni kuona haki inatendeka. Kwa hiyo vyovyote vile watakavyoamua huko, mahakamani itakavyoendeshwa ionekane haki inatendeka, na haki sio upande wa serikali. Utaratibu wowote utakaotumika uwe ni wa haki, serikali ipate nafasi yake, mtuhumiwa apate nafasi yake. Na sheria zetu sijui kama zimebadilika, kwa makosa makubwa mtu akishtakiwa kama hana uwezo wa kuajiri wakili, si serikali inamlipia? Lazima apate wakili apate wakili, na yule wakili awe na nafasi ya kushauriana na client wake, kwa kesi kubwa kama hizi. Kama mshtaki mtu kwa uhaidi hujua akipatikana na hatia ananyonga. Kisha nasema uwe na utaratibu. Yeye au the observer yuko gerezani, kesi inafanya mahakamani, hayuko pale ambapo anaweza kushauriana na wanasheria wake. Ni lazima haki ya mshtakiwa izingatiwe. Basi kama mnataka kama sio mahakamani basi mahakama iende ifanywe magereza, ili wote wao pale. Lakini haya yote yanaonekana ya kisiasa. Nasema tukiendelea hivi tunaweza kuingia kwenye vurugu na amani yetu ikatetereka.